jukwaa ata tamko hili ni kwa niaba pia ya wa Waislamu wa Tanzania wote. Baada ya utangulizi wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mbora wa viumbe kiongozi wetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuatikia rehma na amani jamaa zake na masahaba zake na wenye kumfuata mpaka siku ya kiyama. Ndugu waandishi wa habari, itakumbukwa kuwa nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Ikumbuke kwamba katika siku hiyo ya kupiga kura, katika baadhi ya maeneo kulitokea fujo, vurugu na uvunjifu wa amani. Matendo haya yalisababisha vifo, yalisababisha mali kuharibiwa na majengo kadhalika kuharibiwa kwa kuchomwa moto na kuvunjwa. Kwa waliokufa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kula mmoja Mwenyezi Mungu amweke mahala na postahiki. Kwa wale ambao wamefelewa na ndugu zao Mwenyezi Mungu awape subira na awape uvumilivu na awafariji kwa waliopoteza mali zao Mwenyezi Mungu awape wa badani. Baada ya matukio hayo, kulipelekea taasisi mbalimbali mbali za kidini na nyingine kujitokeza na kutoa matamko kuhusiana na kile kilichotokea. Kwa mtiririko huo wa matamko Bakwata ikishirikiana na taasisi mbalimbali zilitoa matamko mawili.